Pongoly Business. Smart Business Tips. Wapendwa watazamaji wa Pongoly Media, Pongoly Business Channel, heri ya Krismasi na mwaka mpya. E, leo tutakuwa na mada isemayo biashara kumi zenye faida mara mbili ya mtaji wake. Biashara ya kwanza kabisa ambayo ni biashara pendwa na ni biashara tegemezi hasa kwa jamii ya Tanzania ni kilimo cha mazao ya chakula. Kama una, unafanya biashara mahindi, mpunga, maharage, hii biashara ni biashara ambayo haimtupi mkulima wala haimtupi mfanyabiashara. Kwa ni faida yake ya kwanza ni kwamba wewe uwezo kauza chakula kama una chakula kwako. Kwa ni chakula cha familia yako. Lakini faida ya pili ni kwamba unafanya mauzo sokoni unapata una, una, una pesa. Hiyo ni biashara moja kubwa sana ambayo hutaki kukaa nayo mbali. Lakini biashara ya pili ni ufugaji wa kuku, unapata mayai pamoja na nyama. Mapato ya, ya mayai kwa mjini ni kila siku unaingiza pesa. Kama una mayai una, una, una trei za kutosha, basi unazungusha kwenye maduka, basi unapata hela. Lakini pia ni, una, kuku akiwa wengi idadi ikiongezeka, basi unaweza kauza kwa ajili ya nyama, nayo pia ni kitoweo kwako kwenye familia yako. Biashara ya tatu ambayo inaleta faida kubwa sana ni duka la rejareja. Hii haina kijijini wala mjini, mtaani kwako tu, faida ya kila siku unaingiza, kwa sababu unafanya kuuza vitu tofauti tofauti, chumvi, maji, e, unga, mchele, sukari. Kwao unapokusanya zile vifaida faida kutoka kwa kila unachokiuza basi, manake unapata faida ya kila siku, lakini pia duka linajenga mtaji wako mara kwa mara. Kama utakuwa serious kabisa na kuisimamia wewe mwenyewe, basi utaona faida. Biashara ya nne ambayo inaleta, inaleta faida mara mbili yake mnasema ni biashara ya mazao, hasa pale ambapo unahifadhi. Unanunua unahifadhi kipindi kile ambacho ni bei ya chini, unanunua kwa bei ya chini, na wafanyabiashara wengi wanafanya hivyo, wananunua mazao yakiwa na bei ya chini, ikiwa ndio kipindi cha mavuno, alafu wanakuja kuuza kipindi kile ambacho cha njaa. Pale unapata faida mara mbili au mara tatu ya kile ambacho ulinunua. Unaweza kununua gunia kwa shilingi elfu ishirini lakini ukaja kuuza kwa laki na hiyo ni mara mbili au mara tatu yake. Lakini biashara nyingine babu kubwa haina mjini wala kijijini, lakini hasa mjini, saluni au kinyozi. hiyo unakuingizia hela kila siku. Watu wanahitaji wana, wana, wana, wana huduma ya shaving kila, iitwayo leo. Lakini pia ina wateja wa wakudumu kama umemnyua ume, ume mteja wako vizuri na ukamweka vizuri kama anavyotaka yeye hahami tena saluni, atakuwa anakuja kwako tu, na kama amesukwa vizuri pale akapendeza kwenye shughuli atawaleta na wateja wengine. Biashara nyingine, babu, kubwa sana ni kwa wale wafugaji, ni ufugaji wa ng'ombe au mbuzi. Kwanza unapata maziwa, unapata nyama, alafu ni kipato cha kwa sababu unaweza naeza ukapata lita ishirini kwa siku ukauza na ukapata faida, lakini biashara nyingine kabisa ni biashara ya chakula wale mamantilie migahawa midogo. Hii inasaidia sana watu kupata, kupata, kupata pesa. Kwa hiyo biashara hizi zina faida sana kwa yule ambaye ameamua kufanya biashara. Wewe kama bado hujataka kufanya biashara biashara, basi changamka, kwa sababu maisha hayasubiri. Lakini biashara nyingine nzuri sana unasema ni biashara ya usafirishaji, una bodaboda boda, una bajaji, una taksi, una gari basi unapata mapato kila siku. Chombo cha usafiri hakiwezi kulala bila kuingiza pesa, kwani wateja wa kusafiri wapo kila asubuhi, mchana, jioni. Kwa hiyo ukijiseti tu kwamba gari yako ipo, pikipiki yako ipo, namba za wateja zipo kibao, utawapata tu. Wanaenda shule asubuhi, wanaenda wapi kazini asubuhi, wana, wanayorudi jioni kutoka kazini. Kwa hiyo maana yake wewe unawasafirisha, unawarudisha, unaweza kawa ndo unapata familia nne tano ambazo wao wanakutegemea wewe tu, kwa hiyo inalipa sana. Ukiwa na pikipiki yako wahitaji ukaifanyia service ukahakikisha kwamba haikuwa mara kwa mara, si mara pancha, si mara kitu gani, ukahakikisha pikipiki yako iko imara, wewe unapiga pesa kwa siku, lakini biashara nyingine nzuri sana ni, ni, kufanya kuuza zile vifaa muhimu vya elektroniki, mfano kama unauza simu, wahitaji ni wengi. Umeme wa jua, sasa hivi vijijini wanatamani kuwa na sola. Hamna mtu sasa hivi anatamani kukaa gizani hata kama anakaa kijijini sana. Hii ina faida sana, unaponunua mijini, unapeleka kijijini, unauza, unapata pesa. Lakini kwa wale wenye mitaji mikubwa, basi ujenzi wa vyumba vya kupangisha e, unajenga. Watu wengi wanahitaji pahala pa kulala, watu wengi hawana uwezo wa kujenga nyumba, lakini wewe mwenye uwezo wa kujenga nyumba, basi wajengee nyumba standard. Ukimwambia hata mtu kodi laki moja analipa, umeme 2020 anatoa, kwa sababu anaona kabisa huduma ni ya uhakika. Kwa hiyo hizi ni biashara ambazo zina faida mara mbili yake. Kwa hiyo mpendwa Pongoly.